Habari. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya, kufu, ya kutumia encryption na hashing, na kujua pia utofauti wake. Kuna utofauti gani kati ya encryption na hashing? So, uh, encryption ni, ni process ya kuconvert plain text, maandishi ya kawaida, kwenda kwenye maandishi yanaitwa cipher text ambayo haya maandishi yanakuwa kwenye muundo ambao hayasomeki ili ku protect data isiweze kuangaliwa na mtu mwingine. Kwa mfano, unataka kumtumia mtu ujumbe, ila utaki mtu mwingine aweze ku access. So huku kwenye encryption huwa tuna convert ile data kuwa kwenye cipher text, na tukiwa tuna key maalum ambayo hiyo key ile mtu tunayemtumia anaweza akai decrypt, na kitendo cha ku decrypt ni kurudisha sasa kutoka kwenye cipher text kwenda kwenye plain text, ili mradi maandishi yao yanasomeka na hashing ni process ya convert data into the fixed length of string, na mara nyingi huwa hayo reversed ndio, yani huwezi kuyarudisha yawe maandishi ya, ya kawaida. Kwa hiyo huwa haina decryption, tunasema huwezi kuyarudisha yawe kawaida. Kwa hiyo kia hash inabaki kwa vile vile, huwezi tena kuyarudisha so. Uh, mchoro wake ni kama huu encryption neno la kawaida kama hello, unaweza kuona hapa how are you. Ukiencrypt linaweza ikabadilika likawa katika format hii, then utali decrypt, utali encrypt kwa key. Then utakapotaka kulifanyia decryption, itabidi uwe na ile key ambayo ulifanyia encryption, ili mradi kurudisha neno lio katika kawaida linasomeka. But uh, hashing utali convert neno kama hili how are you litaenda kwenye hash, litakuwa linasomeka namna hii, then utalistore hivyo hivyo, utoweza tena kurudisha kama ilivyokuwepo mwanzo. Haya, encryption mara nyingi huwa inatumika ku store data ambazo unataka pia uje uziritani, ila utake mtu yeyote aje kuziona baadaye. Kwa mfano, mashirika yanayotumia encryption ni pamoja na WhatsApp, aa, makampuni ya kibenki na sehemu nyingi nyingi, ila kwenye hashing tunatumia ku sana sana kwenye kuhifadhi password, kwa sababu kwenye mashirika mengi huwa password neno siri au utakiwi hata system admin kujua password ya mtu. Kwa hiyo huwa tunatumia hashing, kwa sababu huwezi tena kurudisha ile neno liwe katika muundo wa kawaida. Example of encryption ziko nyingi, kuna AES 512 na mfano wa hashing. Um, na encryption, encryption kuna AES 512. Um, hashing mfano wake kuna MD5, MD5, um, SHA1 na kuna SHA 52 SHH yeah, 112 512. So hii ni mifano ya hashing na juu ni mfano wa encryption. So nitaenda kukuonyesha mfano mmoja baada ya mwingine. So tutatumia lugha ya Python kujaribu ku hash data na kujaribu ku encrypt data. So tutaanza kwa ku hash data, tutaanza na neno import kwa herufi ndogo import. Kuna library ambayo ipo tayari kwenye default kwenye python inaitwa hash lib sawa, then utaacha nafasi sasa. Tunachukulia mfano tunataka tu hash password yetu ili iwe katika muundo ambao haitosomeka kwa hiyo nitatengeneza variable inaitwa password, alafu password itahifadhi labda ujumbe umeandikwa hello 1 2 3 then chini yake nitaenda ku hash neno langu. Kwa hiyo nitaandika, tutengeza variable ya hash then nitapitisha neno hashlib, nitaacha nafasi, nitachagua algorithm nitakayotaka kuitumia. Kwa mfano mimi nitatumia MD5, nitaweka mabano then nitaandika variable yangu ambayo nataka kuihash ambayo inaitwa password.

alafu nitaweka parentheses kama hivyo. Kwa hiyo hivo, um, hash neno utatakiwa uandike hash hash library then, mpaka hapo utaacha nafasi, then nitaenda kuprint sasa kile kitu ambacho nimeki hash. Kwa hiyo nitasema neno nililofanya hash ni then nitaacha nafasi then nitapitisha neno langu la hash, italiweka hapa, so nitaweka nukta kama hivi, then tutakuja ku run. Kwa hiyo nitabonya run hapa juu, mtaona hapa chini imeniletea neno uliolifanyia hashing ni, ikaja kaniletea ili neno sasa, hili ndio text ambayo imekuwa hashed na uwezi kuja kuirudisha kama ilivyokuwa kwa awali. Tumetumia nini? Tumetumia library hashlib na tumetumia MD5. Tuanza tukachange tukatumia SHA1. Tukitumia SHA1 tunakuja hapa juu, tuna run. Tukisha run tutashuka chini tutaona nikitumia SHA1 neno letu litabadilika, alafu litakuwa refu kidogo. Kwa hiyo hili inaongeza kidogo ni security kidogo, yani ina uwezo kidogo kuliko kwenye MD5. Na hashing nyingine ya tatu tunaweza tukatumia sha mia, mia mbili ya hamsini na sita hii kidogo ni high secured, so na yenyewe tunaweza tukarun hapa juu tukisha run. Mtaona imekuja kufunguka hapa chini na kidogo wenyewe ni ndefu kuliko SHA1 na MD5, so utaona utofauti wake. So hiyo ni kwenye upande wa hash, na tunatumia sana ku... tunatumia sana kustore password kwenye database. Tunapenda kuhifadhi kwa kutumia hizi, aidha ni SHA1, SHA256. Ziko nyingi sana, huwa tunatumia kuhifadhi maneno yetu tukija kwenye upande wa encryption, sasa kabla hujaanza kufanya encryption uh, utatakiwa uinstall kitu kinaitwa hapana, um, nimekosea kufungua utatakiwa install, utatakiwa ufungua cmd hii hapa, alafu uandike command hii pip pip install cryptography kama hivyo cryptography, then utabonya enter, then itaanza kujifanyia installation ambayo kwa upande wangu tayari, mimi tayari nisha install, kwa hiyo utaona inaniambia uh, package yangu is already certified So utarudi kwenye code, tutafuta hizi code za hashing eh, uh, au tunaweza tukatengeneza file nyingine hapa juu tukaliita encryption.py. So ntakacho kuja kukifanya, nitaandika uh, uh, from cryptography cartography so, tutaongeza neno tutaandika fernet tunatumia fernet, nitakuja andika import fernet kama hivyo, so tutatumia fernet kwa ku uh, ku encrypt na ku decrypt data zetu. So utaruka nafasi alafu utaandika neno key sasa so, kwenye encryption huwa tuna encrypt data kwa kutumia key. So hiyo so, key itakuja kukurahisishia baadaye, endapo unataka kuirudisha ile data iwe kwenye ili double format so. Uh, kwenye key tutaandika fernet uh, generate, alafu tutaandika key kama hivi. so Tengeza variable ya key ambayo itatujenerate key automatically then tutaandika sasa cipher variable cipher ambayo hili ndio neno letu yu... litakuwepo hapa so itaandika fillnet, uh, fillnet. Then nitapasi ndani yake key so Cipher itaenda ku encrypt neno kwa kutumia key hii ya juu sawa, then tuta run message nyingine itakuwa inaandikwa. Tengeneza variable ya message, so tutaandika ujumbe wetu hapa, Hello mimi ni I am Phort. So huu ndio ujumbe wetu mwishoni hapa utaandika neno encode kama hiyo. Ukishaandika neno encode, sasa tunaenda ku encrypt sasa. Kwa hiyo nitatengeneza variable inaitwa encrypted itakuwa sawa sawasawa na cipher, cipher hii hapa tutaweka nukta tutaandika encrypt. Sawa, tukishaandika encrypt ndani yake tuta encrypt hii message ambayo ndio neno nililoliandika hapo kama hivi. Then nikishamaliza tutakuja kuprint ujumbe wetu hapa, so itaandika uh... neno letu ni hili. So then tutakuja kuchukua hii encrypted, tutakuja tutakuja ku, kuweka hapa kama hivi. So tukija kurun hapa juu tutaona. Uh, tume encrypt neno letu, limetokea limeanzia hapa. Hii sasa ndio encryption, unaona jinsi ilivyokuwa ndefu. So ininu, li, li, li, li U, eh, ni vigumu sana bila damu kurudisha ili neno liwe linasomeka zaidi zaidi, mpaka hawe na hiyo key yako, unaona hu, ngoja niweke hiyo, inasomeka clear, turudie ku, unaona ili hapa limeanzia hapa mpaka huku mwisho. Naona, so decryption inafanyikaje? Decryption tutafanya kitu kimoja sawa, hapa hapa chini tuta decrypt. So tutaandika neno decrypted kama hivi decrypted, then tutaandika cipher decrypt. Tutachukua hii ujumbe tena hapa De cipher Cy decrypt tuta decrypt sasa ule ujumbe wetu ambao ni hero and fort no, tuta decrypt encrypted hii hey. Hapa tayari itakuwa iko encrypted kwa, tutachukua hii encrypted ambayo tayari imesha convertiwa kutoka kwenye plain text to cipher text, then chini yake tutaandika print. Sasa hapa tuta print ujumbe ambao tume decrypt ambao tutaandika uh, baada ya yeah. Crypt. Crypt. Neno letu ni hili, naona kwa utaandika hivi, baada ya kudecrypt neno letu ni hili. So hapa mwishoni nitakuja ku paste neno letu decrypted hapa hivi, kama hivi. So, tutakuja ku run programu yetu. Utaona line ya kwanza tume decrypt imetokea cipher yetu kama hivi, line ya pili tume decrypt imetokea cipher yetu kama hivi. Njia nyingine unaweza, unaweza kachanganyikiwa, usielewe decryption inafanyaje kazi hapa. Kirahisi tunaweza tukachukua unaweza uka ukafanya kitu kimoja ukafuta code za juu, alafu uka print. Mfano uka print cipher. Sawa, ujue key yako ni gani hapa. Then ukishapata key, utakuja kuitumia sasa kudecrypt neno lako. Kwa mfano saifa yetu inatuonesha ni hii, so utakuja kuitumia baadaye kwenye ku decrypt neno lako. Kwa hivyo tu hashing, tumejifunza kwamba una ni ku convert neno lako kwa kwenye string fixed, then huwezi kulirudisha kama ilivyokuwa kuwa, ila encryption unaweza ukali-encrypti kama hivi, then ukaja baadaye ukarudisha kuwa kama ilivyokuwa mwanzoni kwa kutumia key.